Yo, mambo vipi, mimi naitwa Credo na bwana, leo kuna story nimekutana nayo ya kuhusiana na Michael Jackson nikasema inabidi ni share na wewe mtu wangu wa karibu, no? Tunafahamu kwamba Michael Jackson amefariki muda mrefu tu, lakini huwezi amini kwamba Michael Jackson ndiye msanii anayefanya vizuri mpaka sasa hivi ulimwenguni. Hii ni kwa mujibu wa takwimu ambazo zimetolewa, takwimu za mwaka 2024. Na msanii aliyeuza zaidi alikuwa ni Michael Jackson. Inaweza usinielewe, lakini nataka nikueleweshe kwamba ni nini kilitokea. I know unioni vizuri but that's the aim. E bwana, hebu fikiria hii mtu amekufa mwaka elfu mbili na tisa lakini mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na nne bado ndiye msanii anayelipwa zaidi kuliko mastaa wote duniani. Unaionaje hiyo? Ipo hivi. Michael Jackson hapa namzungumzia yule mfalme wa pop aliyeweka rekodi mpya kabisa, na ameweka rekodi nyingi tunajua, lakini kwa sasa ameweka rekodi mpya kabisa. Zaidi ya dola milioni mia sita ameingiza kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne pekee. Yaani ndani ya miaka kumi na tano baada ya kifo chake bado analipwa kama bado yupo hai. Ipo hivi, nisikilize vizuri. Kuna mambo matatu makubwa ambayo ameyafanya. Kwanza, mauzo ya wa muziki wake kwenye streaming platform kama Spotify, Apple Music yameingia kwa wingi. Lakini pili, mikataba ya leseni kwa bidhaa zake mbalimbali na bidhaa za watu wengine ambao zinatumia majina yake yamemuingizia pia pia pesa. Lakini ya mwisho ni tamthilia ya Broadway ambayo inaitwa MJ ime imeingia kwenye rekodi za mauzo makubwa ulimwenguni na kupata mafanikio makubwa ya ajabu. So kwa mapato hayo, Michael Jackson amewazidi mastaa wakubwa kabisa waliokuwa hai. Kwa mfano Taylor Swift ambaye kwa mwaka 2024 aliingiza zaidi ya milioni mia nne, Cristiano Ronaldo ambaye aliingiza milioni 260, lakini The Rock au Dwayne Johnson ambaye aliingiza milioni 88. Yani, Michael Jackson ni ana nguvu ya kiutamaduni, kifedha na hata akiwa bado kaburini, bado anazidi kuonyesha kwamba yeye ni mfalme wa pop. I go by the name Credo the King. Subscribe page yangu kwa undani, ni follow Instagram at Credo the King NBA, TikTok na mitandao yote ya kijamii inapatikana. Hala.